Jengo lile limejengwa, limeanza kufanya kazi 1948 na, na toka kipindi kile hakuna ukarabati uliofanyika. Hii tunasema kabisa na watu wote, mje msikie, mje muone. 1948 mpaka leo hakuna ukarabati, sana sana ni kupiga rangi kwa ndani, lakini vigai ni vile vile na kila kitu kile kile, wala ufa hakuna, hakuna ufa. Hakuna ufa kabisa. Hili lile linarusha li, lina gorofa 4. Na gorofa 4. Zile haziozi wametibu kwa dawa kali kabisa. Na miti hii ilikuwa zamani, siku hizi kama iko bado duniani, msijui labda inahifadhiwa wapi. Ilikuwa migwina. Kwa kweli ile saa pale imewekwa kwa imara imeletwa ili iendane na kanisa na iendane na ukweli ulivyo bila uongo wangu. Ni saa kwa kweli, ni saa nzana, saa ngumu. Hii ndio saa inayotumika hapa hapa parokiani mwetu ambaye imefungwa kwenye kwenye kwenye, kwenye, kanisa hili majia hipotezi sasa. Toka toka walipoezeka, mimi sijasikia is au sijasikia kwamba wamefanya repair eh, wamefanya kufanya kuondoa vigae hivi vyote. Sana sana mahali pa nje pakavuja, wanaweza wakaweka wakaweka kioki na nini, kigae kingine, lakini kanisa halivuji siku hizi ni vijana wamesoma vizuri kabisa, wamesoma na ukweli wa na akili wanayo na, na, na, na ujuzi wanao, lakini walikuwa waongo, hawaaminiki kwa sababu, ukiangalia waliojenga kanisa hili hawakuwa na elimu kali kama hii tuliko nayo leo. Kinachotakiwa hapa katika ni uaminifu, mtu anafanya kazi uaminifu. Elimu inasaidia sana katika kazi, lakini hao wenye elimu hawa nilima, ilimu, wedi, eh, chaka, chaka, ni kwa wevi wanakuwa waongo. Sasa tunachotaka hapa ni ile dhati ya ndani ya mtu kufanya kazi, sio elimu ukiwa na elimu na ukiwa na dhati wewe unakuwa bingwa, lakini mara nyingi elimu unayo, unafanya kazi hovyo hovyo, wewe sasa unakuwa mtu mmoja wa amiliki